Askofu Kinyaiya amesema hayo wakati wa misa takatifu ya Kipaimara na Ekaristi takatifu ya watoto mia moja ishirini iliyofanyika parokia Teule ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Nzuguni Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma ambapo ilienda sambamba na kufungisha ndoa ya pamoja kwa Wakristo ambao walikuwa hawajatimiza agano hilo huku akiwataka kuishi maisha ya upendo katika familia zao. Popsi. Hakikisheni nyumbani kule, tunasali sala za asubuhi na jioni kama familia, na ninyi muongoze sala, na ndio maana vitabu vyenu vile vina sala kule mshoni asubuhi na jioni. Salisheni, tumeelewana na wote waji kama wote leti sala wao ndio askari kule nyumbani, umeelewana? Ndiyo, katika kuwa karibu na Mungu tunatakiwa tuishi nini maisha ya sakramenti. Ziko ngapi? Saba. Naomba maisha yenu yote yanukie Yesu wa Ekaristi sawa? Yaani, yeah, yeah. Tuliyosema yote yaonekane yeah, katika maisha yenu hapo Ekaristi katika itakuwa na maana tena sana. Mungu awabariki. naomba ushirikiane. Yaani majukumu lazima, mama alete mshahara wake aweke hapo mbele apo, ah, yempe majukumu. Unafanya kazi, fanya biashara wewe, bwana tulisho huko nyumbani na mshahara wangu mtalipia ada. Unaelewana eh? Paroko mteule wa parokia hiyo teule ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Nzuguni, Padre Leon Ipoma anawataka wanafunzi kuendelea kuhudhuria misa kanisani pamoja na kusoma Biblia. Watoto nimaliza wa mafundisho na kupokea sakramenti ya Kipaimara, lakini safari ya imani bado inaendelea. Usiende kutupa katekisi, jinsi baba askofu mkuu amewaambia msome kila wakati na muhudhurie misa kila siku kipata nafasi, na kila Jumapili usikose misa. Ni watoto wa Kipaimara, nisiwe mwisho wa safari. Kwa sababu umepokea sakramenti unakataa kuja kanisani? Sasa ni mahali kazi inaanza ya Ukristo mweba a, mmekuwa askari hodari wa Yesu Kristo, muoneshe kwa matendo, sio tu kwa wimbo. Hakikisha unakatekesi unakatekesi una Biblia, tutatumia wakati wa mafundisho na mmeshapata baba askofu mkuu mwaka ujao tarehe 25 mwezi wa kumi mutapata kipaimara kama hawa. Nao baadhi ya wa Wakristo, akiwemo mwenyekiti wa parokia teule Joseph Macha na Rodney Mbuya, wanasema kiu yao kubwa ni kuona inakuwa parokia rasmi, kwani tangu kuanzishwa kwake kumekuwa na maendeleo makubwa ikiwemo ujenzi wa kanisa gezeka waumini wapya wa ubatizo ambao kwa kipindi hichi cha miezi minne tumeshakuwa na ubatizo wa watu na watoto pamoja na watu wazima 45. Kwanza tunamshukuru sana mhashamu askofu Beatus Kinyaiya kwa kuja kutoa sakramenti ya kipaimara, lakini pia sakramenti ya komunia ya kwanza katika parokia yetu teule ya Sokoine. Uh, maendeleo unayoona ya parokia hii kwa kweli yametokana na moyo wa dhati na uh, imani ya waamini wa parokia hii ambao wamekuwa kila siku wanajitoa kwa kuhakikisha kwamba wanaiendeleza parokia yao. Uh, baba askofu, kama umesikia, ameeleza kwamba atafurahi akiona maendeleo zaidi, ili baadaye ikiwezekana basi iweze kuwa parokia kamili, kwa sababu kwa sasa hivi ni parokia teule kwa hiyo ni wito kwa waumini wenzetu kushirikiana kuendelea kuwa na moyo huu, kwa sababu haya ni matoleo na ni sadaka za kumtolea Mwenyezi Mungu. Ah, nasema unachokipata huwa kinakuwa kinatoka kwa Mungu, basi ni vizuri pia kumrejeshea Mungu kwa njia mbalimbali, na moja ya njia hizo ni kutegemeza parokia yako, kuijenga parokia yako. Kwa hiyo tutoe wito kwa tuto waumini wenzangu, tumeanza, huu ni mwanzo tu na bahati nzuri huku Nzuguni parokia hii imekuwa sasa kila siku inapata waumini wapya, wafanyakazi, wafanyabiashara. Basi tunaamini kabisa uh, siku zijazo tutaanza kuwa na ujenzi wa kanisa jipya. Unaona hili ni labda mrefu sana, lakini sasa hivi unaona limekarabatiwa, na tunawashukuru sana uongozi wa parokia sana sana, wanafanya kazi kubwa, na sisi waumini tuko nyuma yao kuhakikisha kwamba tunaendelea kuijenga parokia yetu kwa umoja wetu. Wamama wa Kanisa Katoliki hasa wa Mtakatifu Yohane Mbatizaji tunajitoa katika ujenzi wa kanisa. Wamama ni chachu, wa mama ni kanisa, wamama ni nguzo imara kwa ajili ya kuwahamasisha wababa Parokia Teule ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Nzuguni ni miongoni mwa parokia ya Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, ambapo mpaka sasa imetimiza miezi minne, imefanikiwa kuwa na Wakristo 4325 jambo ambalo limesaidia kuongezeka mapato ya sadaka. Kutoka jijini Dodoma, mimi ni Doreen Aloys Tumahini, habari.